Mtazamaji, tuanze taarifa yetu habari kwa kuangazia habari za kitaifa. Mwili wa aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema kata ya Usariva, mkoa wa Arusha, Msafiri Mbwambo, umeagwa rasmi hii leo katika uwanja wa Ngarasero jimboni Arumeru Mashariki. Marehemu Msafiri Mbwambo aliuawa hivi karibuni kwa kukatwa mapanga na watu wasiojulikana. Tupate taarifa zaidi zaidi shilingi milioni kumi kwa watakaotoa taarifa za waliohusika kwenye mauaji hayo. Nyingi kudhibiti na kukamata watu wanaofanya ukatili wa aina hii kwa kushirikiana na wananchi wema, na hapa mkusanyiko huu, ninaamini kuna wananchi wema wengi ambao wameguswa na kuchukizwa na jambo hili. Basi pamoja na kuiombea familia marehemu, nitoe rai kwa mwananchi yeyote kushirikiana na jeshi la polisi kama ana taarifa zozote. Na kwa niaba ya mkuu wa jeshi nitamke hapa kwamba mtu yeyote atakayetusaidia kupata taarifa za kuweza kumkamata mtuhumiwa huyu pamoja na watuhumiwa wengine ambao bado wanatafutwa. Hata hivyo, wanafamilia wamehisii serikali kutoa msaada kwa watoto na mjane. Wakati huo, mbunge wa Arumeru Mashariki Joshua Nassari amelitaka jeshi la polisi kulifanyia kazi suala la mauaji ya kinyemera yenye mlengo wa kisiasa nchini. Wa mazishi ya marehemu Mbwambo yanatarajiwa kufanyika kesho wilayani Same mkoani Kilimanjaro. Marehemu ameacha watoto watatu na mjane.